Duniani hakuna mtu ako na haja na mwanaume. Mama yako hata kama umeoa, anangoja pesa zako, mama yako, na ni haki yake. Mke wako ndio hatari zaidi, anangoja hiyo pesa, mwanaume. Na ndugu zako wanatamani ungeondoka wagawane hiyo mali, na dada zako wanakulemea. Na ukitoka barabarani, polisi, mkono juu, naye polisi anangojea pesa yako, na ukitorokea kanisani pasta na mzee wa kanisa wanangojea pesa yako. Hauna mahali mwanaume utaponea, na hata nyumbani umbo wanangojea umbelekee nyama. Oi Mungu wa wanaume, Mungu wa wanaume asipokuja haraka, wanaume wachache kanisani, na ni wachache kwa harusi, ni wachache hata kwa matanga, na wani wengi sana kwa jera ni wengi kwa jera na wamejaa hospitalini watu wa kirara ICU, watu ishirini wamama kumi, wanaume kumi. Wamama tisa wanatoka, moja anakufa, na wanaume tisa wanakufa, moja anatoka. Kwa hivyo mwanaume, wacha maringo, maana hakuna mtu anakuhitaji. Ningependa tuangalie ni kwa nini wanaume wanakufa mapema. Neno linasema siku za miaka yetu ni miaka sabini kama tuko na nguvu miaka themanini. Lakini kweli ni watu wangapi wanafika hapo? Halafu inasema ikiwa ni miaka sabini kama tuko na nguvu miaka themanini, hawa wa miaka sabini mpaka themanini ni mtu ambaye hajakutana na aksidenti mahali popote. Kama wao ulianguka, unaanguka, unaanguka, una saa zote na gari, unaanguka, mara unapigwa na gari, unapigwa una una na pikipiki Singoje kuja kufika miaka themanini, unaanza kuumwa ukiwa na miaka arobaini, na kama mlikuwa mnapigana, ukinywi wa pombe, umepigwa umepigwa, unang'olewa meno. Asasa unangojea tena kuja ufikie miaka themanini ya kuzeka? Utaenda kabla siku hiyo, lakini saki nikutishe unapaswa na utaishi miaka sabini kama hauna hatia na hauna kasoro katika afya yako. The starting point ni mahali ambapo umezaliwa na utaenda miaka sabini. Una safari ya miaka sabini. And let me tell you, ukiwa hapa unapaswa kuangalia your destination, ujue umeanzia hapa And your destination is 70 years. Kama utakuwa na nguvu, elewa mapema utafika themanini, lakini utafika 70 ukiwa na nguvu. Ndiyo utafika themanini, na utakuwa ni taabu na ubatili na matatizo. Watu wakifika miaka themanini, ukweli mutupu. Hata 70, ukienda kwa embasi ya Marekani kuomba visa, unapewa maana, hakuna mahali utanyimwa visa, kwa sababu hakuna mahali utaenda uwe tisho, haupo ungali yuko hai, mtu mzuri, uwezi fanya chochote, uwezi ajiriwa kazi mahali popote. Kile kinafanya wazee wengi kufa mapema, unatawala peke yako bila mama, una unachapa watoto wako, unachapa mama yao, uonyeshi upendo kwa mama yao. And the best gift you can give your children is to love their mother. Let me tell you, ukipenda mama yao watoto wanaona unapenda mama yao. Chukua utawara wako mutaware na yeye, wewe ndiyo kichwa, lakini utawara na yeye. Halafu musonge mbele, ona mbali na uwe na vision kama vile Dokta Myles Munroe. Nasema ona mbali. Halafu utawara wako utakapoanguka, utawara wa mama ukisimama naye, mama atakuchukua atakuchagua deputy wake hapa ulimufanya iwa deputy, wewe ndiyo ulitawala yeko, ikienda chini hata take over, atakuchagua deputy. Kwa hivyo utakaa kwa madaraka siku zote, halafu mutaenda pamoja. Utawala wa mama utakapoisha, watoto watakapo take over, wata take over mukiwa wote wawili, mkiwa eta, maana watoto hawa ni wamama, wacha nikuhakishie, ni wamama hawa watoto na wanaelewa na maksi nyingi ziko kwa mama. Na nataka nikuambie, mimi nikiwa mchungaji, nikiwa mwanaume, wewe mwanaume, hata ununuliwa watoto wako gari, hata uwajegee nyumba za orofa, hata uwafanyie nini, watoto hao ni wa mama, ni wa mama. Kalilala hapo kwa tumbo miezi tisa, we ukiwa wapi? Ni wa mama biolojikali, kalikula kakashiba kakiwa katika tumbo ya mama na ukweli, kalipozaliwa kalikaa na mama, kakinyonya, kana nyonya, kakiangalia mama, kakicheka, yaani kuna, yaani unaangalia the bond na ambayo iko hapo ni ajabu. Hata ulete fitina, ulete kasheshe, uwatenganishe, hata mama yawe mbaya kiasi gani, moja siku ile atafika kuoa, anaenda kutafuta mama yake na ukweli hata kama anatafuta baba yake, lakini wewe mwanaume kaa na mupango, la sivyo mambo yako yatakuharibikia mapema na utashangaa, utaishi lakini utaishi kwa tabu. Kwa nini wanaume wengi wanakufa mapema? Namba one ni kwa sababu they don't have a place to live ukisoma katika Genesis 2 verse 7 Genesis 2 verse 7 and 8. Nasema Bwana Mungu alipomuumba huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, akamweka makao, alipewa makao ya kuishi. Halafu daktari mmoja anaitwa Dr. Bongla, Dr. Bongla na jina ingine ngumu kutoka Nigeria, ameandika kitabu kinaitwa Why you should build your own house, anasema among all the creatures God created Man is the only one who rent a place to live. Kitabu chake nimenunua Dar es Salaam juzi nilipokuwa huko mwezi wa Disemba. Anasema hapo chini, anasema ndege wana viota, simba wana dance za kukaa, wanyama wote wamejenga nyumba, they are all radrods, lakini mwanadamu peke yake ndiye anakodisha mahali pa kuishi. Anauliza hapo chini, What a shape, you drive a big jeep, gari kubwa unaipaki inje kwa wenyewe unaipaki nje, mahali pa kupaki ni kwa wenyewe, mahali unakaa ni kwa wenyewe. Na Mungu alipokuumba alikupatia makao, dhambi ikakutoa. Mpaka leo una makao, mwanaume wewe, ni umekaa hapa na mke wako, halafu kwa sababu huoni mbali, unaanza kuzaa ile tutoka, niliwaambia ambayo tukafuatana mfululizo, unakaa kama hii ngazi, huwezi hata, afadhali ngazi imeachana, twingine tunakaribiana mpaka huwezi kujua nani yuko mbele ya mwingine na ukijaribu ukosea uskul oh, huyu ndiye watatu. Unasikia mzazi anagombana. Na we uoni kwamba huyu ndio mkubwa. Sasa utaonea wapi? Tutoto tulizaliwa kengine Januari, kengine next year February, kengine the other year March. Sasa wote wamepangana hapo. Let me tell you, mwanaume anakufa mapema kwa nini? hana mahali pa kuishi na matu, kwa sababu hana diet mzuri, hali kulingana na mpango wa Mungu. Mimi kwa diet siongei wakati profesa wangu wako hapa, lakini ukweli utagundua, mwanaume mke wake anakaa nyumbani, na yeye ameingia jioni ndani ya nyumba na mkate wa bofro, pakiti ya maziwa, na jana aliingia jioni na mahindi ya kuchoma nataka nikuhakishie, utakufa, utakufa na utakufa kwa njia ya kushangaza, na watu wa Mungu watakuja kuchanga pesa ya kupeleka maiti nyumbani, lakini ni mpango ulikuwa naye mbaya. Namba ya tatu, kwa nini mwanaume anakufa mapema? Ni kwa sababu hakujali the care. The care ya your helpmate, ulipewa msaidizi na msaidizi ambaye ni mke wako, huku mujali. Kwa hivyo hana kazi kwako, kwa hapo hapo kwa ajili yako, maneno yake tu, akiongea aongee maneno yake, huyo mpenzi wako aongee tu. Hata akiwa huko jikoni anaimba wakati anapika cha, yaani sauti hiyo, ukiwa mezani utangojea, hata kama chakula itakaa another one hour, utangoja ukiwa mgojwa na huku ukiwa unaumwa vidore vyake anaponyosha, kusugue dawa, hata kama ni kwa mgongo, si kama daktari ambaye anakutolea ukali. Vidole vyake vyorolo oh! Jamani wanauma wale, mmeshakuwa wagonjwa hebu, oh, jaribu kuwa na frashi makuone <laughs> yeye ni wapekee katika maisha yako, lakini kama hautakuwa na nafasi ya kumtumia. Mungu alisema si vema uwe peke yako na hapa umepewa msaidizi ambaye hakusaidii. Sasa faida yako ukiangalia, ni nini? Utakufa. Mwanaume anakufa mapema kwa sababu ya poor diet, then mwanaume anakufa mapema kwa sababu ya ovawaki. Unafanya kazi kupita kiasi na huna muda wa kupumzika na hiyo peke yake inakufanya unaenda na unaenda spidi. Kuna rafiki yangu mmoja amekuwa mgonjwa, ameshikwa na stroke. Na tulipokuwa tunaongea na daktari akasema, na kweli vile alivyokuwa amesaidiwa naonekana alipo overwork, akafikia mahali fulani. Alafu familia yake imebreak, mtoto wake amedivorce, yule mwingine naye wameseparate, na msichana amerudi nyumbani. Mambo haya yamejaa kwa kichwa, amebreak wewe ndiye kichwa cha nyumba na unapaswa kuishi ukiwa good example. Na sababu hii mwanaume anakufa pia mapema kwa sababu ya kuwa na large family. Na hapa kwa large family naweza kusema maski, matajiri hawajui kulea watoto na wawezani na watoto kabisa. Ndiyo sababu wanazaa watoto wawili, wakiwa wengi watatu. Watu waliosoma hawawezani na watoto na hawajui kulea watoto, ndio uzao wawili, na wakizidi ni watatu. Masikini peke yao ndio wanajua juu ya kulea watoto, na ndio wanazaa saba mpaka tisa mpaka kumi na moja, hawana tabu na kulea. Masikini wana ujuzi wa kulea watoto, hawajali kulea, na waliosoma wanajua watoto is a big task wanazaa wawili ama watatu waliosoma, matajiri, wanazaa wawili ama watatu lakini masikini, hiyo si tabu kwake, saba mpaka kumi na moja. Fomula ya kualisha hana tabu, ineri jikoni, debe moja. Mahali pa kulala, naweka dabudeka mbili, wasichana wote wanalie hii dabudeka na vijana wote hii, na wakizidi, mpaka waangalie wengine, vichwa pande hii na miguu pande. Wana formula, wana formula ya kuwaweka bila kujali masomo yao, bila kujali afya yao, bila kujali na ndiyo sababu watoto hawa wanalewa maisha mabaya, wanatokea na afya mbaya na elimu mbaya, na risoti ya shea elimu mbaya. Kwa sababu hiyo maisha yote ni ya bure, yanakaa hivi. Na ndio unasikia wazazi wa aina hiyo wanauliza elimu ya bure, ili wapeleke watoto wakasome elimu ya bure na risoti zenyewe zitatoka zikiwa na bure, na yeye ataenda kuajiriwa kazi kulingana hiyo level hiyo. Ataenda kutafuta kazi ambayo inalingana hiyo elimu hakuna. Na ataenda kuajiriwa na waliosoma, ndio hao utawakuta wameajiriwa kazi ambazo ni za mikono, unafanya kazi ngumu, mapato kidogo, maana uliweka watoto hapo ukaweka wengi, na anataka nikuhakikishie mwanaume mwerevu haupasi kuzaa kama kwetu Kikuyuni walizoea kusema, ukizaa kijana ni baba yako, ukizaa msichana ni mama yako, ukizaa kijana ingine baba ya mke wako, ukizaa ka msichana ingine mama ya mke wako. Alafu na kwa bahati mbaya mama yako awe karibu, nakwambia, sasa amebaki fulani, amebaki fulani, unapewa oda yani, na wewe unaendelea kuzaa kama ulipewa oda ya watoto kupeleka mahali, na mwenye kukwambia zaa hii, zaa hii ana siku chache aende akuaja, nakwambia, utaumwa utakula kapu. Leo naona tumu zetu wengine, ukimuuliza miaka yake unahuzunika, yeye ni mzee zaidi kuliko miaka. alafu ukimuona vile ameisha mwili hayuko. alafu anakutisha, anafanyanga mazoezi, lakini hata ukiangalia sura yenyewe alikaribiani na mazoezi mahali na ndio nakwambia watu wa ukoo wetu tunakuanga, we baba, hivi si watu wa ukoo huyu? Mtu ameisha mapato, hakuna chakula, taabu. Mke wake ndio unashangaa, hata ukiona mke akitembea ndio utagundua. Wooi Mungu saidia! <laughs> Yesu akirudi kweli wataenda mbinguni, lakini ni katika taabu, tabu, tabu tupo hapa, taabu ingine huko, na ndio unakuta Raji families. Na mara nyingi mimi husema na hupenda kushauri kama ulipanga utazaa watoto watatu na muko na familia ya wewe na mke wako, ya nini unarete uaro kwa hiyo boma? Unarete dada zako na ndugu zako na wa mke wako, wote wanajaa hapo. Na kama utawezana nao na ni watatu kutoka upande huu na wawili, wote ni watano, na watoto wako wawili, wote ni watu saba. Sungeza yote saba kuliko gulu. Sasa unalea unaleha watoto wako na wa mama wengine hii nyumba uelewe, ni yako and you should protect your wife from your own family members Amen. ili mke wako akaye na afya na ukaye na amani, maana watajaribu kuingia wakiwa intruders. Kanyumba kane uko naye ni moja, bathroom ni moja, watu ndani ya nyumba kumi na wawili. Kesho asubuhi, wa munataka kwenda mapema, watu wote wamepangana raid hapo foreni, wanataka uy akitoka bathroom, mwingine aingie, mwingine aingie Baka muwaze mapema kuoga, wanaawa mapema, taabu tupu. Kama ungekuwa na watoto wako wawili, na unajua na muko wawili, you'll manage them. Mimi sikuambi usisaidie watu wenu, wasaidie, lakini mulipie karo huko. Kwa hiyo shule aende huko, lipa boarding school. Akitoka bakia nauli, aelekee kwao. Akienda huko, kuna mahali kwao, kuna kwao, aende mahali mama yako na baba yako aliwazalia wenyewe hao ni watoto wa mama mwingine na ni watoto wa baba mwingine. Ni vile tu huyo baba ni baba yako na huyo mama ni mama yako, na hawa ni ndugu zako, ni dada zako. Lipa wasome, hata kama watapita kwako, wapitie leo, walale, kesho kwa jina la Yesu waombe, waombee, wacha waende, waende kwao, wazoee kwao na watoto wako wazoee kwako hebu kwako iwe ni kwako na kwao iwe ni kwao, ili mke wako wapumue. Nawe mwanaume usijifanye ati baba yangu alikufa, unajua baba alikufa zamani, sasa mimi ndio nasaidia familia, ndugu zangu wote. Nani amekuzuia saidia, wasaidie, lakini wakae kwa wakae kwa, na ninawaambia from experience mimi mwenyewe tumejaribu kuleta, nikalete kutoka kwa mke wangu na wengine kutoka kwetu, ukalete hapo, tunasomesha na watoto wetu ni watatu vijana, halafu saa zote ni kesi, kesi, matatizo saa yote ndani ya nyumba. Nikaambia mama, imetosha, eh, tutawasaidia wakiwa kwao na tangu tulipoamua Mungu naye akatubariki wakakaa kwao na tukawasaidia kwao watoto wetu wakasoma wakaenda tukabaki wawili na tunawasaidia wakiwa kwao na wacha nikwambie hata usaidia watu wa ukoo wenu na uwasaidia hata na mabilioni hata uwapeleke mpaka uwapeleke shule na ikiwezekana uwapeleke mpaka wakasomee wakasomee udaktari milele hakuna atakaye kushukuru Fitina, siasa, maneno mabaya. Huyo muke ndiyo mbaya, ni anazuia, tungesaidiwa, ungesaidiwa. Kwani wewe ni Red Cross? Kazi yako ni kusaidia wale wengine saa yote? Mungu alikubariki ili uweze kusaidia familia yako, mwanaume. Wanaume wanakufa mapema kwa sababu ya poor environment, unakula